Shalom, shalom, shalom, watu wa Mungu, Bwana Yesu atupige sana. Napenda kuwakaribisha kwenye ibada ya Jumapili hii ya tarehe 30 Novemba 2025. Na kutakuwa na ibada ya kumshukuru Mungu kwa yale yote, oh, aliotutendea ndani ya mwezi mzima. Unachaje kuja kumshukuru Mungu? Kutakuwa na ibada ya tofauti sana kwenye maisha yako. Itaanza ibada ya neno takatifu la Mungu. Mtumishi wa Mungu Kuhani Eliah Abel Haule amekuandalia pakeji kubwa ya ufungulivu ambayo itaanza na neno takatifu. Ibada ya pili itakuwa ni ibada ya ufungulivu na neno takatifu la Mungu. Ibada hiyo itaanza saa tatu kamili asubuhi. Usipange kukosa, tutakuwa live kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile YouTube utaingia live kwa jina la Loeva Ministry na TikTok utaingia kwa jina la Kuhani Eliah Abel Haule. Tunapatikana Kimara Suka, Golani G9. Huwu unaitokea popote pale, utapanda gari ya Kimara, utashuka Kimara Suka, utachukua usafiri ambao utakuleta Golani G9, hapo utakuwa umefika kanisani. Na wewe ambaye unaitokea Mbezi kusahau utapanda gari ya Kimara utashuka Kimara Suka utavuka upande wa pili utachukua usafiri ambao utakuleta Golani G9. Hapo utakuwa umefika kanisani. Kwa mawasiliano zaidi, utapiga simu namba sifuri saba sita mbili nane tano sita tisa nane sifuri. Usikose kumshirikisha baraka hii ya ibada takatifu na jirani yako. Watu wote mnakaribishwa.